Leo jijini Nairobi na sijui kama majiji mengine pia kumekuwa na mgomo wa matatu. Maoni yako ni gani kuhusu mgomo wa matatu? Kwanza unajua kuna mgomo mgomo, kunajua eh, kuna mgomo unajua Mr. Chef? Eh, najua, kuna mgomo. Maoni yako ni gani kuhusiana na mgomo wa matatu ambao anafanyika leo jijini Nairobi? Kitu sielewi na hao watu, hmm. Watu wa gani? Watu wa matatu. uh-huh. Shida yao, na, nani na, ndio nani anaendeshanga na, na, na gari kiolela Nairobi, hata si Nairobi Kenya mzima. Lakini sasa watu wa boda ndo wanawasumbua. Watu wa boda boda tu ni, ni mtu kama tu hata labda unao mtu matatu, niko shua, akipatiwa boda boda atafanya the same thing, niko shua. Kwa hivyo shida ni boda boda yenyewe, shida ni sisi wa Kenya wenye wa wanatumia we barabara, uendeshaji wa magari. Mtu yote anaendesha magari Kenya akona mchezo, unajua. Hata tukiona msafara wa magari wa rais, si mwingine ashagonga mzungu, sijui pale Ngong Road <laughs> Allegedly yeah, yeah, yeah. Lakini sa, kama pia wanafanya kila mtu ni wazimu. ushaendesha gari jijini Nairobi usiku <laughs> watu <enda wrong> side <laughs> hakuna kitu yeah. hakuna kitu hapa, sijui ah, kwa, kwa kulingana na wewe, mgomo haufai? Haufai kwa sababu haufai, kila mtu NTSA ishughulikie. yeah. u, kila mtu anaendesha anaendesha kitu yoyote hata yeah. wa baisikeli hata mwenye anatembea apewe license ya kutembea. Kenya tumefika hapo kwa, kwa hivyo hakuna haja ya mgomo? Hakuna haja ya mgomo kwa sababu sisi kwa wote, kila mtu mwenye nguvu washinde hiyo, yeah. itakuwa jamii gani? Watazamaji, huyu kweli tunamwelewa vizuri, yeah. tu na mwenzangu chef hapa, maoni yako gani kuhusu mgomo wa Nairobi? Ile uendelee mgomo, uendelee, uendelee, lakini sasa hiyo matatu yeah. wachukue zote, wazipeleke Machakos. Mbona Machakos? Watu watembee, watu lazima wakuona <laughs> <laughs> Watu wa <laughs> lazima watu wakonde, kwa hivyo. <laughs> so itasaidia vipi? Mnajua mgomo unahusiana na nini na watu wa boda boda ndio wanachoma, wanachoma magari wanachoma magari kwenyu, hiyo kitu sahihi si, si kitu nzuri kweli? Kwa hivyo waandamanaji wa matatu <laughs> Kinyoze, <jinyo. laughs> Kinyoze, yeah, yeah. Kipofu lezile, keza kipofu, kipofu mwenzake yeah, unaona yeah. Sasa wote yeah, ni vipofu. Bodaboda na matatu. Watu wa matatu juu bado watu wa bodaboda hawana nidhamu na watu wa matatu pia ndo wakosa nidhamu sana yeah. yeah. Kwa hivyo tunataka tusuluhishe sawa, wote vipofu. Nani mwenye macho hapa? Wapita njia O, si, kila mtu mwingine mwenye si bodaboda ama matatu au ndo si vipofu. Wewe unadhani tunaweza fanya vipi tusaidia hao vipofu wawili? Unaona, ukiwa kwa bodaboda umebona boda, bodaboda yeah. anafanya ushenzi yeah. bari kwa kisogo <laughs> ukiwa kwa matatu na anafanya ushenzi, piga kelele wewe. Nikaa ni kipofu wa tatu sasa. <laughs> tunajaribu na kujenga jamii yenye nidhamu. Wacha tupate maoni, tunataka suluhisho ni gani? Wote ni vipofu wawili, nani mwenye macho sasa? Suluhisho ni serikali kuu ya kk ya Kenya, wache mchezo washikane wa, wa shika, wa na wanakamati mm. Wa sekta hii ya usafiri, ya usafiri yeah. Wajadiliane na kukuja na jinsi ya kuadhibu yeah. Wakosanidhabu wakosa, barabarani yeah. Unaona yeah. Juu shida ni unaona mambo kama haya yakifanyika yeah? Uh-huh. Polisi hawachukui hatua inatakikana mm. Kuadhibisha hawa yaani kufanya hao watu wakamatwe ama wafanyiwe wafanyiwe nini wajustisiwe. Sasa hiyo ndio shida kubwa sasa, <laughs> <hapusyatua> sasa, <hapusyatua> sasa serikali washikane <hapusyatua> serikali, eh, polisi wakuje na hatua zinazofaa kuhakikisha kwamba hawa wakosa nidhamu kati ya bodaboda kati ya matatu wadhibiwe kuna gereza, kuna sheria zenye zina zinafaa kufuatiliwa, na hawa ndio wanavunja hizi sheria. Sasa tunataka tupate maoni ya ya mwezetu. <laughs> Unajua, unajua wanasema akili ni nywele. Wewe shida kubwa pia ni nini? ukweli tu ile saa, tukiwa serious, sasa tukiwa serious, ukweli shida kubwa ni wat, matatu huona wana, wanamiliki barabara, barabara ilitengenezwa juu yao mm hiyo -hmm. Ni, ni shida mm -hmm. Bodaboda wanaona ni wanyonge, hawasaidi wangi, sasa wanachukua sheria mkononi mm -hmm. Eh, sasa kuna maanisha kuna ka link fulani hapo kum, kumepotezwa mm -hmm. Sasa labda matatu, matatu wanaona wanaona, wanamiliki, wanamiliki barabara mm -hmm. Eh, kwa sababu wako na ile kuna ile hongo wanalipa kila siku, kila mtu anajua um. Wanalipa hongo ingine asubuhi asubuhi, boda boda alipi hongo hiyo uh. Labda ashikwe peke yake, lakini awatoi ati ile tu ati kila siku tuite hongo tuite facilitation fee wanaitoi uh. Kila siku sasa uh anaona kama ye atatetewa hata ajitetee. Hatusemi ni kweli ati ni ndio ndio njia nzuri ya kutumia, lakini bado haifai. Hivyo tumekupata. Kwa hivyo jukumu ni kwa nani? Kwa kifupi sana, jukumu hilo ni kwa nani? Kwa serikali, kwa serikali. Hmm? Polisi, si kwa serikali, kwa serikali. Kwa serikali. Na, na, na, na, na, polisi wako serikalini lakini hawajatekeleza wajibu wao, si ndio? Na bado mnasema serikali hamwoni kuna faa kuna mtu tofauti juu serikali haitekelezi. Haya, <laughs> <laughs> <laughs> uh, tupate, tu, tu, tu, watazamaji, wacha tupate maoni ya ndugu yetu hapa kwa na nani? Jina nani? Kwa unaitwa nani? Kwa majina naitwa DJ Dan. Ok, kusumu, huu, maoni yako kuhusu mgomo huu ni upi? Yangu, maoni yangu ni haya, pia serikali imetuangusha kifika eneo la infrastructure. Kwa sababu napata, Nairobi is a big city. Kuna faa kuwa na areas allocated mm, for motorbikes to pass mm, na matatu to pass. Unapata yeah. watu wa matatu na watu wa motorbike hawapatani. Ndio sasa wakipatana sasa wewe uko kwa lane yangu na mimi kwa lane yako, tunaulizana, haya, unafanya nini hapa? okay. So the government as well, mm, imetuangusha in all infrastructure. Stori na makatel, na stori na, unajua, tukisema ukweli ni kwamba unajua unasema kila mtu akule kwa, kila mbuzi kule kwa urefu wa kamba yake mm kama uhm, si, si, si, si, unanielewa. Kwa nchi kama ya Kenya tuseme ukweli, hatuna hatujafika level fulani, lazima hatuna tu, kamba eh, mrefu. Unajua hatuwezi tengeneza barabara, najua hatuwezi tengeneza barabara za matatu, hatuwezi tengeneza barabara zote. Unajua lazima tuelewane kutumia barabara ambazo ziko K K kwa kikweli lakini yeah. kwa kikweli yeah. kwa kikweli yeah. hivyo yeah. kisema yeah. kama juzi sha imebiwa oh, 11 billion <laughs> eh, hey. Barabara tuseme 3 kilometers, kilometers how much is 3 kilometers of road? 3 ni ni ngapi? ngapi? Shida si barabara. barabara km unadhania ni tuseme hata ijafika 100 million. Ijafika 100 million. Yeah. na sha wameiba 11, 11 billion. Billion. Sizani, how many kilometers of road? In a capital city such as Nairobi. Maoni yako tumeipata, safi sana ah, tumekupata. Unasemaje chef? Nidha, nidha, nidhamu ndio inafaa kuwa suluhisho nambari moja. Nidhamu tunafanya kazi na tuna tuliopewa kama barabara, ni haya na na hii ndio barabara ni haya, hii ni habari ni ya saa kumi ya, ya Kiswahili <laughs> Yes, aibu, yes, ni haya, mabarabara eh. <laughs> haya tuko ma nayo barabara hizi hizi haya, unaona wanafaa lazima mm. sheria inafaa kufuatwa na wanaitwaje wapita njia mm. madereva mm. wenye kufu fuatilisha mambo haya yatekelezwe vizuri, polisi na serikali kuu mm -hmm. Kila mtu anafaa kuwa na nidhamu fulani juu. hata tukifanya maandamano mm -hmm. hakuna mambo yatabadilika, tunavyoona imekuwa kutoka kitambo hadi leo mm -hmm. Mambo ni yale. Sheet, ya mambo, ni, mambo ni yale yale manu, sasa ndo nasema nidhamu inafaa kufanywa, inafaa kufuatilishwa kuanzia serikali kuu hata hata sisi wapita wa njia, eh. mm -hmm. Tunatembea na miguu kwa, tunafaa kuwa na adabu. Shida kubwa ni hatuna adabu juu, hata tukiona matatu inaendeshwa vibaya ama serikali isaidie isaidie kutupea adabu. Sasa sikia, sio nasema ah, ah, ah, ni kila mtu <laughs> <laughs> kila mtu kibinafsi, kibinafsi na afanye kazi yake inavyopaswa, ina unaona mm. Sasa uh, uh, abiria wanaobebwa na hawa wakosa nidhamu mm. wanaweza ona magari haya maboda boda yakiendeshwa vibaya mm. Na sisi ndio e, hey, dere songa hivi, unaona mm. Yani sisi ndio tunawachangia tuna waendelee kuwa na tabia hizi, jua haraka zetu, unaona. Sasa hapo ndio shida kubwa iko Sao. Sasa ndo nasema ni lazima hii kitu ikuwe, ichukuliwe, ichukuliwe na kitu kubwa na seriousness, unaona mm. Ndiyo, yeah, kabisa mi dambula, so, dambula. Su, dambula. Su, dambula. Suluhisho lengine ni heri watu watumie garimoshi. Suluhisho namba one unaona sasa juu hapo wakuta nambi, okay. na okay, sawa, kwa hizo kesi unaweza endesha gari la moshi na lakini unafaa ujue kwamba sekta ya matatu imepatia vijana wengi ajira pamoja Weez na pikipiki -piki. <laughs> Kwa hivyo huwezi sema kwamba tuhamie kwa usafiri ah wa gari moshi, watu wengine watendea wapi? Naam, watazamaji, ni hayo tu kwa boda. Boda. Boda boda. <laughs> Boda, boda, ameemploy watu wengi <laughs> Hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi boda, wa Nairobi.